habari njema ikirushwa iki, iki. Tusiache kufuatilia katika tv ya Bukelebe. Bukelebe TV. Habari za asubuhi, karibu katika kesha la asubuhi leo Jumamosi le na so ya tarehe 22 Novemba 2025. ishiriaa someta siku ya leo na kichwa cha habari kinachosema mchague Kristo wewe mwenyewe. Fungu letu ni kitabu cha Yoshua sura ya ishirini na nne mstari wa kumi na tano. Chagueni hivi leo mtakayemtumikia. Tuombe. Baba yetu, Mungu wetu uliye juu mbinguni, Baba wa rehema na mamlaka yote, asubuhi hii tunakushukuru kwa zawadi ya uhai na nafasi ya kukutana katika neno lako. Tunakuomba Bwana utuongoze, tunapoenda kutafakari somo la leo, mchague Kristo ninyi wenyewe. Fungua mioyo yetu ili tuweze kupokea sauti yako na tuchague njia yako tunaiweka nchi yetu ya Tanzania mikononi mwako, naiombe amani, umoja na hekima kwa viongozi wetu. Bariki familia zetu, vijana, kanisa na taifa lote, ukatujalie neema na kutulinda katika maovu yote. Roho Mtakatifu atembelee kila mmoja anayesikiliza somo hili, utuoneshe nuru ya mbinguni na utusaidia kuichagua neno lako, akatuoneshe nuru ya mbinguni na kutusaidia kuchagua neno lako la kweli kuliko mapenzi ya mwili, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru amin. Ili kutekeleza wokovu wa mwanadamu, Mungu anatumia mawakala mbalimbali, anazungumza nao kupitia neno lake na watumishi wake na kwa kupitia Roho Mtakatifu anatuma jumbe za maonyo, ulejeshaji na maelekezo. Njia hizi zimeundwa ili kuangazia uelewa wa watu, kuwaonesha wajibu wao na dhambi zao, baraka wanazoweza kuzipata kuamsha ndani yao hisia na hitaji la kiroho, ili waweze kumwendea Kristo na kupata kwake neema wanayohitaji. Lakini wengi huchagua kuzifuata njia zao badala ya njia za Mungu. Hawajapatanishwa na Mungu na kamwe haitakuwa hivyo hadi pale nafsi itakaposulubiwa na Kristo kuishi mioyoni mwake kwa njia ya imani. Kila mmoja kwa matendo yake ama atamweka Kristo kando kwa ukataa kuwa na nia yaani, roho yake ama kuingia katika umoja na Kristo kwa kujikana nafsi, kwa imani na kwa utii. Kila mmoja wetu anapaswa kumchagua Kristo yeye mwenyewe, kwa sababu yeye alituchagua kwanza. Umoja huu na Kristo unatakiwa kuundwa na wale ambao kiasili wanawadui naye. Ni uhusiano wa kumtegemea kikamilifu, na upaswa kuingiwa na moyo wenye kiburi. Hii ni kazi ya ndani sana, na wengi wanaodai kuwa wafuasi wa Kristo hawaelewi chochote juu yaye. Wanamkiri Mwokozi kwa maneno tu, lakini si kama mtawala pekee wa mioyo yao. Wengine huhisi hitaji lao la upatanisho, na kwa kulitambua hitaji hilo na matamanio lao la badiliko la moyoni, pambano linaanza kuachilia yale wayapendayo, labda vitu vinavyowaletea furaha na kuhitaji kufanya bidii, ambapo wengi husitasita na kugugumia na kurudi nyuma lakini hii vita lazima ipiganwe kila moyo ulioongoka hasa. Tunapaswa kupambana na majaribu yatoka nayo ndani na nje. Lazima tupate ushindi, zili ya nafsi zetu, tuyasulubisha mapenzi na shauku zetu, kisha tuanzishe umoja wa nafsi na Kristo. Kama tawi lililokauka na lisilo na uhai linavyopandikizwa ndani ya mti ulio hai, ndivyo tutakavyokuwa tawi lililo hai la mzabibu wa kweli, na tunda linalozaliwa na Kristo itazaliwa na wafuasi wake wote pia. Baada ya umoja huu kuundwa, unaweza kudumishwa tu kwa juhudi za kudumu, bidii na uangalifu wa hali ya juu. Kristo anatumia nguvu zake kulinda na kuhifadhi muungano huu mtakatifu, na mdhambi na mtegemezi ambaye ni mdhaifu lazima afanye sehemu yake kwa bidii bila kuchoka. Kila Mkristo anapaswa kusimama kwa tahadhari kila wakati, akitazama mahali popote moyoni mwake ambapo Shetani anaweza kupata nafasi ya kuingilia. Anapaswa kuomba msaada wa kimbingu na wakati huo huo kuwa thabiti kukinzana na kila mwelekeo wa dhambi. Kwa ujasiri, imani na jitihada zenye uvumilivu, anaweza kushinda, lakini akumbuke kwamba ili kupata ushindi, Kristo lazima akae ndani yake na yeye ndani ya Kristo. Ni kwa njia ya kuwa na umoja wa Kristo pekee na kufanya ushirika naye kila siku na kila saa, ndipo tunaweza kuzaa matunda ya Roho Mtakatifu. Testimonies for the Church vyoru tano arobaini na sita hadi arobaini na nane Tuombe. Bwana Mungu wetu, na kushukuru kwa kutuzungumzia kupitia somo hili la thamani. Tumejifunza umuhimu wa kumchagua Kristo kwa hiari na kwa moyo wote, na kuomba utusaidie tushinde mapambano ya nafsi, tuwache na mambo yanayotutenganisha na wewe, na tuishi maisha unyenyekevu, tii na imani. Kristo ukae ndani yetu utuongoze katika kila maamuzi ya leo na ya siku zijazo. Tunakabidhi siku hii, familia zetu mikononi mwako, huduma zetu na safari za maisha katika mikono yako salama. Ukatulinde hadi utakapokutana tena katika kusoma neno lako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba, amina.